Wachezaji ambao walikuwa pengine bench kwa kiwango kikubwa ndio wamekuja kubadilisha mchezo kipindi cha pili, au ni nini ambacho wameweza e, kukiona wewe kwenye kipindi cha pili ambacho kimetengeneza jumla ya mabao mawili kati ya yale matatu yaliyopatikana? Unachozungumza ni, ni sahihi kwamba wachezaji ambao walikuwa bench ndio wamekuja kubadilisha e, mchezo kutokana na e, mchango wao, e, jinsi ambavyo walifanya mechi kuwa rahisi kwa upande wao na taina magoli maanake goli la pili ambalo alifunga Kibu Dennis ni kutokana na kazi nzuri ambayo amefanya Jonathan Soa, ambao kiangelia wote hawa walianzia benchi katika mchezo wa leo. Goli la tatu ambao amefunga Kibu Dennis tena imetokana na mchango mkubwa wa Morris Abraham eneo la kati pale, jinsi amba, ambavyo alifanya kazi kubwa sana na kuweza kupiga pasi ile ambayo ikawa faida kwa upande wa Kibu Dennis. Naye Morris alianzia bench na kibu akaanzia ukiangalia eh, kipindi cha pili ni kama alienda kuharibu eh, mfumo wote wa kiuchezaji katika eneo la katikati, ambapo kwa upande wa Nsingizini eneo la kati alikuwa eh, Sizwe eh, Kumalo, lakini kuna eh, Gadlela eh, Ayanda ambao kwa kiasi kikubwa ni kama alienda ku eh, eh, kuonyesha ku, ku, ku, ku, madhaifu yao katika mchezo wa leo, na unampongeza mwalimu eh, Dimitri Arpantev kwa jinsi ambavyo wamekuwa bora kwenye kusoma mchezo unajua, e, eh, si walimu wote wamekuwa bora kwenye kufanya sabu e, eh, ndio maana kuna kitu kikubwa ambacho wengine wamekuwa na feli katika upande ule. Tunakumbuka miaka ya nyuma kipindi ambacho e, eh, timu mwalimu akiamka tukufanya sabu, unaona kuna kitu kinaenda kutokea kama ambavyo alikuwa anafanya Nabi Yanga kipindi kile akiinuka kwenye benchi akafanya sabu, basi kuna kitu ambacho kitaenda kutokea na hatari. Na kikosi ambacho ile kimepangwa hakuna ambaye itegemea kama angeanza na kikosi hiki cha kwanza, hata mtu angeambiwa bashiri ingekuwa ngumu kwa upande kutaja e, uh, kwamba leo Kagoma anzie benchi e. Lakini e, unazungumza kwa upande wa Soa ndio pale anzie benchi e, lakini ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni kama e, plan B yake ilikuwa ni kwenda kuimaliza mechi kipindi cha pili kitu ambacho kimefanikiwa. Maana yake ratio, ukiangalia magoli mengi yamefungwa kipindi cha pili, magoli mawili. E, cha kwanza goli moja. Kwa hiyo kitu ambacho kwa upande na hata ina ya ya ya ya aina ya, ya mpira ambao umeonekana ule wa kasi ukipata mpira unafika kwa haraka kwenye matukio. Unaona ni kitu ambacho anakiusudu mwalimu e, Dimitar Pantev, jinsi ambavyo ukipata mpira usiwe na na ile anaona mengi, one touch, unaachia moja, kitu ambacho alifanya hivyo Morris Abraham akapata akaachia moja, wakati ile shape ya kiulinzi ya Nsingizini ilishaharibika na ikamrahisishia kazi. Pengine <manyo> ule mpira ange receive Morris Abraham akaanza kukokota ya kwanza ya pili na ungabaile pa a, kwa mfano, ingetokea kwa Elim Banzo mba, ni aina ya wachezaji ambao wanapenda kuanza kukokota mpira kwanza na baadaye wafanya maamuzi ambayo unawapa nafasi wapinzani kurudi haraka kwenye shipu yao.